Wanategeana hey! Sidhani kama tabaki salama, ni nafasi kwa Tabora United. Tabora United wanatangulia. Weka kambani, Emmanuel Samuel anawatanguliza Tabora United, akijilaumu kama namna ambavyo alichukua Emmanuel Samuel na akaiweka sehemu sahihi, akiwatanguliza Tabora United. Anaingiza na parasa, lakini nyaka uzuri kabisa kule. Joya amonome na analala kabisa kidunda dunda, hana mashaka kabisa. Ambia ni ni janja janja ya kupoteza nini na ni fao ni wanapata Coastal Union, eh, mlinda mlango amewagharimu Tabora United. Yuko nyuma pale Kikoti, Kikoti chichi Coastal Union anapata penalti, wanapata penalti, refa mwenyewe anacheka. Haya, moja mbili tatu. Lucas Kikoti, Lucas Kikoti, Lucas Kikoti nut wa zamani wa Namungo, anawarejesha mchezoni jioni kabisa, Coastal Union. Haya namna ambavyo aliuweka mlinda mlango Jean Noel aliufuata, lakini ulikuwa na kasi ya SGR, ikiwa ni hoihoi na shangwe kwa mashabiki wa Coastal Union.